Ujasiri wa kuitunza Injili ya kweli. Je, umewahi kusoma kitabu kinachuzwa zaidi cha Yuval Harari, Sapiens. Kitabu hiki kinatoa mtazamo wa kuvutia wa historia ya mwanadamu. Tunachopaswa kuzingatia hapa ni kwamba wanadamu wanazungumza kila mara, hiyo ni jamii imedumishwa na kuendelezwa kwa kuunda tamthilia. Kutoka hadithi za kale hadi itikadi za kisasa, tunasimulia hadithi. Mwelekeo wa maisha yetu unaamuliwa na Injili gani tunayoamini na kuishi kwayo. Lakini kifungu kutoka kwa Wagalatia ambacho tutaangalia pamoja leo kinahusu injili nyingine. Paulo alisema kwamba watakatifu wa kanisa la Galatia hawakuridhika na injili aliyohubiri, yaani nilichanganyikiwa na kuhuzunika sana kuona watu wakiacha injili ya kweli na kufuata injili tofauti. Hapana, hii injili nyingine ambayo ilimkasirisha sana Mtume Paulo. Ni ipi duniani? inaweza kuonekana sawa kwa nje, lakini kulikuwa na sumu mbaya iliyofichwa ndani. Leo tunauliza swali hili pamoja, je, injili ya kweli ina umuhimu gani katika maisha yetu? Na ninataka kushiriki nawe jinsi ujasiri unavyohitajika kuweka injili ya kweli wakati wa Galatia ilipoandikwa. Eneo la Galatia lilikuwa chini ya utawala wa milki ya Kirumi. Tamaduni na dini mbalimbali zilichanganywa pamoja ndani yake. Ukristo ulikuwa dini mpya iliyokuwa imeanza kukita mizizi. Wakristo waliungoka kutoka Uyahudi na kama wa mataifa, waumini wapya waliokubaliwa walikusanyika pamoja ili kuunda kanisa. Shida ni kwamba Wayahudi walikuja na kuanza kuhubiri injili tofauti, wanasema haitoshi kumwamini Yesu tu, lazima pia watahiriwe. Alidai kwamba mtu lazima ashike sheria ili kuokolewa. Ni kama tunapofanya mtihani shule ni na mwalimu anasema fanya hili vizuri. Ni kama kuja baadaye na kusema ah, sio huyo, unapaswa pia kufanya hivi vizuri. Ikiwa sheria zitabadilika ghafla, ni lazima kuwa na utata. Wagalatia walifanya vivyo hivyo. Nilisikia kwamba neema ya msalaba wa Yesu peki inatosha. Nimechanga nikiwa kwa sababu ghafla lazima niongeze kitu. Andiko la leo, Wagalatia 1:6-7, Lina majuto na onyo la Paulo. Na mwacha upesi yeye aliyewaita kwa neema ya Kristo na kuenenda katika injili nyingine. Nashanga kama kuna injili nyingine, lakini wako watu wanao wavuruga na kutaka kuipotosha injili ya Kristo. Paulo alihubiri injili kwa mataifa, lakini Yesu pekee. Alisisitiza kwamba ni neema pekee kupitia msalaba na ufufuko wa Kristo ndio njia ya wokovu. Lakini wafuasi wa Kiyahudi walijitokeza na kwanza kuweka masharti kwenye injili. Ni vizuri kumwamini Yesu, lakini lazima pia utahiriwe, lazima pia ushike sheria kwa wokovu kamili. Ni kama ulivyomwambia rafiki yako, sisi ni marafiki tu. Ni kama rafiki anaposema ghafla, hei, lakini ikiwa unataka kuwa rafiki yangu, lazima uninunulie vitafunio kila siku. Inaweza kuonekana kuwa ya ujinga, sawa? Paulo anadai kwamba madai yao ni injili nyingine, kwa sababu injili ya Kristo ni kamilifu na ya kutosha. Ni ukweli ambao hakuna kinachoweza kuongeza au kupunguza. Ikiwa ili tubidi kuongeza kitu kwenye injili, tayari inadhufisha neema ya Kristo. Kuna neno hapa ambalo tunapaswa kulizingatia, ni neno kusumbua. Neno la asili la Kiyunani ni taraso taraso. Maana ya asili ni kukoroga, kuchanganya, kutikisa. Unaweza kufikiria ya maji yakiwa yametulia na mtu anarusha jiwe na kufanya fujo ya yote. Katika sura ya satu inatumika kumaanisha kwamba Wayahudi walikuwa wakitetemesha na kuchanganya imani ya Wagalatia. Walichanganya mawazo ya watakatifu na mafundisho ya uongo na kuvuruga usafi wa Injili. Ni lazima kila wakati tukae macho na neno na maombi. Paulo alisema kwamba injili aliyohubiri haikutoka kwa mwanadamu, inasisitiza kwamba ilipokelewa kupitia ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Yesu Kristo gal santo delas dula. Hii inathibitisha mamlaka ya Injili na kuonyesha jinsi injili aliyohubiri ni ya kweli. Hii ni sehemu muhimu inayonyesha ikiwa ni thabiti. Ni kama unasema nimeona mwenyewe kuhusu ukweli fulani, ninaweza kusema hili kwa kujiamini kwa sababu nimejionia mwenyewe. Tunapoishi katika enzi hii, tunakutana na injili mbalimbali mbali nyingi maadili yanayosema lazima ufanikiwe ili kuwa na furaha, pesa ndio bora zaidi, na lazima nishi vizuri, yanatumiwa mara kwa mara, inatujaribu na kutuchanganya. Hata ndani ya kanisa kuna nyakati ambapo juhudi au matendo ya kibinadamu yanasisitizwa. Kuna nyakati tunasikia sauti zinazopunguza injili ya neema. Tunapaswa kufanya nini katika nyakati kama hizi? Hatupaswi kutikiswa kama Wagalatia. Ni lazima tusimame imara juu ya injili ya kweli. Wakati mmoja hii ilitokea. Kijana anafanya imani yake kwa bidii, lakini watu walio karibu naye wanasema, "Huhitaji kwenda kanisani kwa bidii sana." Nilisikia msemo, "Lazima ufanikiwe ili uweze kumfanyia Mungu mambo makubwa baadaye." Kijana huyo alichanganyikiwa. Je, kweli mafanikio ni jambo la kwanza? Kisha ghafla Yesu hakuja kwa ajili ya mafanikio. Nilitambua kwamba alikuja kutuokoa. Kijana huyo alisikia tena injili ya kweli, yaani nilishikilia ukweli kwamba ni neema na upendo wa Mungu pekee ndio chanzo cha kila kitu. Watakatifu wapendwa, leo tuna moyo wa shauku wa Paulo kupitia Wagalatia sano tunajifunza injili ya kweli ni nini, na tulifikiria pamoja jinsi ilivyo muhimu kutunza injili hiyo wakati mafundisho ya uongo na majaribu ya kilimwengu yanapojaribu tarasso. Imani yetu ni lazima tushikilie kwa uthabiti ukweli kwamba ni neema tu ya msalaba wa Yesu Kristo ndio wokovu wetu. Je, tunaamini na kuishi kwa kutumia nini? Mafanikio, pesa, je, hatuchukui maadili ya kidunia kama heshima kama injili yetu? Ikiwa ndivyo, wakati huu wa leo ni lazima tuamue kumrudia yeye aliyetuita kwa neema ya Kristo. Injili ya kweli haitulemei, bali inatupa uhuru na amani ya kweli. Injili ya neema haihusu kuokolewa kwa matendo yetu, ni habari ya kushangaza kwamba wokovu unawezekana tu kwa imani katika Yesu Kristo. Kwa hiyo, msitikisike sasa mbele ya majaribu yoyote ya ulimwengu. Tuwe na ujasiri wa kukiri, Yesu Kristo pekee. Tupata neema ya Kristo kwa undani zaidi katika maisha yetu. Natumaini kuwa Makristo wa kweli anayeishi kwa neema hiyo.